Rais Yoweri Museveni ameonya kuwa Uganda haitokubali kunyimwa haki ya kutumia Bahari ya Hindi, akisisitiza kuwa hatua kama hiyo kutoka Kenya inaweza kusababisha mgogoro mkubwa wa kikanda. Katika hotuba yake ya hivi karibuni, Rais wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni alitoa kauli kali kuhusu haki ya Uganda kufikia Bahari ya Hindi kupitia Kenya. Akizungumza mnamo Novemba mwaka 2025, Museveni alieleza kuwa nchi zisizo na bandari barani Afrika zinakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi na kiulinzi, na kwamba kunyima ufikiaji wa bahari ni sawa na kuzuia maendeleo ya taifa zima. Museveni alisema mpangilio wa kisiasa barani Afrika ni wa ajabu sana. Baadhi ya nchi hazina ufikiaji wa bahari kwa madhumuni ya kiuchumi na hata ya ulinzi. Tunakwama, tunawezaje kuuza bidhaa zetu bila bahari? Museveni alionya kuwa ikiwa Kenya itazuia Uganda kutumia Bahari ya Hindi, Uganda inaweza kuchukua hatua kali, ikiwemo za kijeshi, kulinda maslahi yake. Alisema kuwa hali hiyo sio tu tishio kwa uchumi wa Uganda, bali pia kwa usalama wa kikanda na mshikamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC. Kauli hiyo imeibua mjadala mpana kuhusu haki za nchi zisizo na bandari kutumia miundombinu ya majirani zao. Mikataba ya kikanda kuhusu usafirishaji na biashara. Hatari ya migogoro ya kisiasa na kijeshi ndani ya EAC. Licha ya onyo hilo, Museveni pia alitoa wito kwa nchi za Afrika Mashariki kuungana kiuchumi na kisiasa ili kuondoa vikwazo vya kihistoria vinavyotokana na mipaka ya kikoloni. Alisisitiza kuwa ushirikiano wa kweli unapaswa kuruhusu nchi kama Uganda kutumia rasilimali za kanda kwa manufaa ya pamoja.